Jambo sana mshehe, nimeona uh, leo kweli soko wanafanya pilikapilika za kutengeneza kipi ambacho kiko leo? Oh, tuko na probleme tres serie. Ndio. Tunajua ya kusema mai ni kintu kinaharibishaka. Ndio. Mai aitengenezaki mai inaharibishaka. mm -hmm. Sasa sepursela tuko nafanya nguvu mkaloko kale kiko naingia hata kwa munada mm. Tuko nafanya hapo juu chini

Penye okay. Na baishi, baishi. Se na, a, kama nyinyi wakimbizi inasemeka kwamba mkimbizi hawezi kalipa kwenye kodi yoyote huko kwenye kempo, nyinyi mnafanya mbinu gani kwa sababu ya kupata hii kidogo ya kutengeneza soko wala kunyoosha pale ambako unapoharibika? Uh, tunajua nini, uh, wa munada, ni watu wako wanatembea masehemu nyingi, ndio munada iko natembea huku munada iko natembea huku mm. kwa hiyo munada iko natembea sehemu nyingi mm. na kama wanafika wanachaka hata kile kidogo ile kidogo ndio iko natusaidia mm. na tunajua hii soko iko na projet munene sana ya kuitengeneza. uh, mimi kiongozi niko nafanya mwapare yangu ile, mi najisikia mi nasema juu ya population ya Mantapala ni bantu bengimi napenda sana bakongole banduku yangu se brsela go nafanya kazi antanke kama kiongozi, na kwa kupata kiwanja kwenye soko inakuwa ni malipo wala uni kwa bure. Oh, kupata kiwanja kwenye soko sie njo betu tutakuonesha ya kusema apa njo ujenge. hmm. lakini kwa kupata kiwanja msoko umu mwetu atulipishaki, kwetu ni bure mm -hmm. <sighs> Mtu akiutingwamea asema huyu alilipa, huyu alilipa. Tuko na watu wengi hapa tushaga kabula mafasi mm. lakini ilipishwaki eh mm -hmm. E, lakini mbaya anakusikia. Na muda huu na wakimbizi wengine ambao wanapatikana Mantapala, unaweza kawaambia nini ujumbe wako? Mi nawambia kama wakimbizi wote, haina mpaka hii kambi mm. Unayua kizungu haina mpaka nje ya nchi mm. Kizungu ni tunu nafasi yenyewe unajisikia kukaa mm. unaweza ukafanya kizungu. Unanisikia? Sasa tuanze kutosha ile vitu muvichwa ya kusema paka Ulaya, paka Ulaya. Kama Ulaya wakubebi au nakufia humu, sasa unabakia sepurusela. Tuanze kujipatia nguvu na bidii ya kufanya nini, ya kufanya kazi. Tusianze kuikala, tufanye kazi. Na kama wanakuacha kiongozi, fanya kazi kama kiongozi vile inastahili. Sepurusela, merci sana, asante.